Hizi ndo yes, wastaafu watarajiwa tunatoa asilimia ngapi? Mmeona mshatawa mwanzo, ilikuwa hamsini sindio, ilivyokuja rivia kumi na nane ikaja ishirini na tano tukapiga kelele, sindio, mi nafahamu imekuja thelathini na tatu kuna arobaini baada ya tatu ikapanda, ambayo kwa hiyo maanake tuna hiyo taarifa walau. Kwa hiyo hata mtu akifanya ile analizi, unajua sitokunjwa si ndio? Kwa hiyo uwepo wa taarifa sahihi za hayo mambo, kwa kikitokea tena kiamendmenti cha sheria hapa katikati kinachohusu mambo ya wastaafu, kifahamu, kipeperushi kichukue, kuwa na faili yako, tunza hizo vitu vyako.